Sherehe ya sikukuu ya mashujaa yafanyika wadi ya Ngaremara. Sherehe za sikukuu ya mashujaa imefanyika katika wadi ya Ngaremara gatuzi la Isiolo. Sherehe hiyo ilipambwa kwa nyimbo na densi kutoka kwa makundi mbalimbali mbali ya kijamii. Akiwahutubia wakazi wa eneo hilo, kamishna mpya wa Isiolo David Kiprop amesema vikao vya usalama vilifanyika kuhakikisha wizi wa mifugo inakabiliwa ipasavyo. Changamoto kuna, kuna kidogo eh, za, za kiusalama nilisema, eh, mtu achagui jirani eh, yake kidogo. Majuzi tumekuwa na shida kidogo baina wa ya, ya watu wetu wa jamii ya Kiborana na watu wetu wa jamii ya Kisamburu, lakini na nimesema na nyinyi na mkutano ulifanywa katika kiwango cha wa na DCC, DCC, DCC, samis, DCC wetu wa wabei kama miezi me, miwili iliyopita, na kuna na kuna mkataba na makubaliano ambayo waliafikiana. Kuhusu umoja wa viongozi wa kisiasa jimboni, kamishna Kiprop amewarai kushirikiana ili kuboresha maendeleo kwa manufaa ya wakaazi.

Afisa huyo wa utawala amewahimiza wakaazi kushirikiana na asasi za kiusalama katika gatuzi ili usalama iweze kudumu. Nataka pia kuuliza wananchi na viongozi s na kwamba tushirikiane kwa pamoja, ukiniashia mimi na kundi langu ama kikundi changu ama kamati yangu, hii kazi hatutaweza kuipeleka Isiolo mbali. Wakati huo huo, Gavana wa Isiolo Abdi Ibrahim Hassan ametaja kuwa katika utawala wake, kitengo cha kushughulikia visa vya ajali na dharura iliyopo hospitali ya rufaa ya Isiolo imekamilika na itatoa huduma kwa wakazi wa Isiolo na kuongeza kusema tayari wauguzi sitini na madaktari kumi wameajiriwa ili kuboresha huduma za matibabu. Accident and Emergency Center ambayo iko na 14 ICU stroke HDU capacity. Bila, tunaongea tumekaa na serikali kuu, tumekaa na Waziri Duale na tumekaa na president. Hiyo hiyo Accident and Emergency equipment inabali inaletwa, ndio iweze kuwapatia wananchi pamoja sisi, ili kuweza ku improve health care wananchi wetu.

katika sekta ya elimu, gavana amesema kupitia juhudi za serikali yake, kumejengwa madarasa 36 za chekechea katika wadi zote. Mimi kama kiongozi wenu, tumetengeneza ECD classroom across the 10 wards ECD classroom 36 36, na tumeandika walimu wa mili na sasa hivi ndio tunaongea tunaongeza walimu 127 wengine wa ICT. Hapa Ngaremara pekee yake tumeandika walimu 35. Kuhusu miundombinu, kiongozi wa kaunti amesema ujenzi wa barabara ili kuwekwa lami inaendelea katika wadi ya Bulla Pesa, na kufikia mwezi wa Disemba kutafanyika zoezi la kupeana hati miliki za ardhi katika maeneo ya Garbatulla, Kinna, Mwangaza na Bula pesa. Kama kaunti tumejaribu kumara barabara kama 43 na sasa hivi leo tunaongea Bula pesa, tuko kutengeneza barabara ya lami stima ilikuwa imetutelewesha, stima imetolewa na in the next one month, hiyo barabara ya lami ya Bula pesa itakuwa imeisha. President akikuja kufungua hapa tu nikiripotia runinga ya Waso langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.